Jamani mwana Yesu asifiwe. Tumaini larejea ni jamani. Mwombe jirani yako tumaini larejea tena. Mwombe tena tumaini larejea tena. Tunaishi katika ulimwengu wa baba umekosa tumaini. Mama nyame tunaishi katika ulimwengu wa baba hawana tumaini. Wazazi hawana tumaini na watoto wao. Watoto hawana tumaini hata la maisha yao. Na hata sasa kuna mtu yuko hapa maisha tena, anasema ni heri kwa kuche maisha ya mbele, lakini tumaini hana. Kuna mtu anaishi kwenye ndoa hapa sasa, anatamani tumbo hili mjiki leo, ila ni kwa sababu ya Kikristo, anasema simuoni tena furaha ya ndoa. Mwingine wako kwenye ndoa hapa sasa, nyumba ni moja, lakini vipo vingi, wana hao ni tumaini tena. Kuna mwanamke kwenye ndoa

Baba na Mungu wetu. Ili baada ya hotuba hii mwanamke mmoja na mwanaume mmoja akakuja akisema ya kutana na Bwana. Kijana mmoja akasema ya kutana na Bwana. Nimeomba ombi hili ni katika jina la Yesu. Amina. Ezekieli 37:1, msomaji anza kusoma. Biblia inasema. Lolote maisha kama mkono wa Bwana unakuja maisha yako. Wanafanya. Tunaweza kuiba sana lakini kama mkono wa Bwana unaonyesha yetu ndivyo zetu zikakosa kusu. Na na mtu kama sio mkono wa Bwana hata hiyo nguo unavaa kadu kupendeza, ni kwa sababu ya mkono wa Bwana. Nataka nisome taratibu kidogo. Mwalimu wa kwaya, huwezi kutunga wimbo na utaleta mguso kwenye maisha ya watu kama sio mkono wa Bwana. Lolote maisha yako unaloona yanaenda vizuri ni kwa mkono wa Bwana. Ezekieli anasema ni kwa mkono wa nani? Siwezi kuupinda kupata nguvu ya kuruka ukuta kama si kwa mkono wa Bwana. Endelea. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika, akanichukua nje katika roho, akaniweka chini, akaniweka chini katikati ya bonde, katikati ya bonde a ana ifa ya msomaji wangu. Mungu anapenda kuzungumza na mtu, anatamani utulivu. Kile kinachukuliwa anapeleka kwenye, atanileta chini, atakafikia utulivu, ili aweze kuzungumza naye. Anasema nami nikapitishwa kwenye bonde. Ehe, akanipitisha karibu nayo pande zote, akanipitisha

kwa saidi kilicho kupeleka nini jamani? sana sana ni sokio hiyo. Ukotembea msituni mahali fulani, kuna kamsitu fulani hivi, atulia pale, hapo katuni a hapo, vuta picha hapo tulipo, alafu kaingia katika kati ya hapo kamsitu kidogo, hapa ulipofika hapo, ukaona fungu la punda, utaogopa. Utaogopa si punda, si unajua punda, utakuwa na mashaka

kufanya nao kazi atakubariki wewe na ulio nao pamoja na kizazi chako, ili nimwambie Mungu anatamani kuleta uhai kwa mifupa, lakini anaongeza na nyama, anaongeza na mifupa. Nataka nikwambie juu ya leo, Bwana, niko tayari kufanya jambo jipya kwenye maisha Bwana yako, amen. Na jamani, Yesu asifiwe upande huu, Bwana Yesu asifiwe.

ahili na natamani Bwana abadilishe maisha yako. Natamani Bwana abadilishe maisha yangu ili tufae kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Msomaji wangu, malizia sisi tunakwenda kumalizia aya ile ya 8 ya tisa ataa nenda sema, nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa hiyo yako nyama ikatokea juu yako ngozi ikafunika ikafunika juu yako, lakini hapo hapo pumzi ndani yako

lakini kesho mambo yako yanainuka, wanautafuta maana hawaamini. So ni kwamba tabaka kwa na imani hawaamini, yaani leo hii wanakuona tu bibi, tunaolewa wao ni kwa rafiki, hawaamini kwamba kuna Mungu anaweza kukupatia mume, wanasema si mume yule kijana alilazimishwa. Ndio, ni baadhi ya hii, ni baadhi ya

ya kwamba mtu aliyebarikiwa ni mtu ambaye anatembea na maskini, ndio anaona baraka. Kesho unapotembea na gari unasema Mbali

ni makaburi yetu ni namna gani? Kuna mtu hata sasa yuko kwenye kaburi la uchawi. Nimesema uchawi, sio yule anaishi na mwingine mwenye maneno mabaya, huyo ni uchawi kwa sababu tukuli ashikwa na Yesu. Yaani mchawi ndio rafiki yako ambaye unamwambia na tamani nimepata rafiki niweze kuolewa, anakuambia tutaona. Huyu ni mchawi kwa sababu tukuli ashikwa na Yesu mchawi